Tukigeukia spoti sasa, ni kwamba timu ya kandanda ya KCB FC imerejea kwenye ushindi katika ligi kuu ya taifa ya kandanda baada ya kuwafunga Kariobangi Sharks bao moja kwa sufuri katika mechi pekee ya ligi Jumatatu alasiri. Baada ya nusu saa ya timu hizo kupimana nguvu, mchezaji mpya Richard Omondi aliwapa wanabenki bao la pekee la mechi hiyo katika dakika ya 36. KCB sasa imecheza mechi Sharks na kupoteza kwa Madhare United watamenyana na miamba Gor Mahia FC siku ya Jumamosi katika uwanja wa Nyayo. Richard Mundi ameitafuta kweli kweli. <laughs> Kutounda nafasi mwafaka za kufunga. Nafikiria leo labda tumekuwa na nafasi moja tu ile ya Mark Vivan na imekuwa ligi ngumu, kwa maana timu kama zinashindana bao moja kwa nunge, ina maanisha msipounda nafasi vizuri, nao pia wanazuia vyema. Tulitaka kuwasukuma wafanye uh, maybe mistakes zile pale, kwa, kwa, kwa upande wao, ili na sisi tukapitalize on that, na nashukuru. Tulikosa kona mbili ambapo Richard, ambaye ni amefunga bao leo, angetoka na hatrick, lakini tunashukuru Mungu, hiyo bao moja imetuweka mahali